Michuano ya FA ndo michuano mikongwe uh, kuliko yote katika uh, I'll rather say England au Uingereza uh, kwa sababu kwa mujibu wa rekodi ni kwamba michuano ya FA imeanzishwa mwaka 1871, yeah. Kwa hiyo mpaka kufika msimu huu wa 2026 michuano ya FA inakuwa imefikisha jumla ya misimu 155. Misimu 155. Kwa hiyo uh, kama ulivyosema kwenye utangulizi, Arsenal yeah, ni ni bingwa wa kihistoria ameshinda mara kumi na nne. Manchester United wamefika fainali mara ishirini na mbili na kuna, kuna rekodi nyingi nyingi. Kuna timu ambazo zimefika fainali mara nyingi na hazijawahi kuchukua, kwa mfano Queens Park Rangers mm -hmm. uh, kuna kuna timu ambayo imefika finali consecutively na ikapoteza, kwa mfano Chelsea wamefika uh, finali consecutively kwa mfululizo lakini mara tatu na hawakushinda uh, ni michuano yenye uh, kwa kifupi wanasema michuano ya FA ni michuano yenye historia kubwa sana ya soka katika uh, rather Uingereza au England kama wenyewe wanavyosema. Game time. Tuonavyo sisi.